kuletea suluhisho la namba kugoma kwenye Google, kwenye AdSense, kwenye YouTube, sehemu yote ambayo unahitaji kuverify na inagoma kwa sababu ni namba za Tanzania. Kwa hiyo leo nimekuletea suluhisho rahisi sana. Angalia video mpaka mwisho kwa makini. Nitaingia sehemu ambayo inagoma mara nyingi inakuwa ni kwenye YouTube au kwenye AdSense au kwenye Google pale unapotaka kuverify na nitaingia hapa. Okay. Sehemu yenyewe ndio hii, moja ya sehemu ambazo zinagoma. Lakini ni sehemu nyingi zinagoma, zinagoma, zinazohusiana na Google kuverify namba ya kitanzania. Na nikiweka namba utaona kabisa itakavyo nigomea. Haijalishi nitajaribu namba ngapi, namba gani, mtandao upi, inagoma. Sasa ngoja nione kabisa hapa. Yes, ina kuandikia there was a problem. Na wengi natuandikia hivi na mpaka sasa kuna watu wanashindwa ku verify kwa sababu ya hii issue. Uta change namba kama hivi, una change, lakini issue bado ni ile ile. Utaweka call me, text me whatever, lakini bado huwa inazingua sasa Suluhisho ni hili hapa, na kwenda kukuonyesha kitu cha kufanya, na kwa sasa hii nadhani ndio njia rahisi, kwa sababu sioni njia nyingine rahisi tofauti na hii. Utaingia kwenye Google Play Store uh, nadhani hii issue watafix, lakini before kufix, kwa sasa hivi acha tutumie njia hii. Utatafuta application inaitwa Funitel, kama hivyo nilivyoandika, Funitel application ndio hii, lakini mimi ni mtumiaji wa hii application, ndio maana tayari imekuwa installed kwa hiyo uta install kisha uta open, utafika sehemu kama hii hapa. Sasa utagusa sehemu imeandikwa ah uh, eSIM ya mwisho hapa kwenye account, then utagusa vision numbers. Kwenye vision numbers unanunua namba kutoka nchi tofauti, uta get number, na kwenye hizi namba kuna Australia, Canada, United Kingdom na United States. United States ni bei, japo ni bei rahisi, ila wanasema setup ni bei Acha nichague Australia kwanza, tuangalie bei. Wanadai dola saba jumla kwa mwezi uh, dola saba ni kubwa sana, huku kuna namba za bei rahisi. Kwa hiyo Australia sio nchi ya kuchagua. Canada ndio nchi ya kuchagua kwa sababu Canada ni bei rahisi, dola moja kwa mwezi, ambapo na makati nakuwa dola 2.98, okay. Ukiweka utambiwa hauna credit, hauna balance, utaenda kuweka balance kama hivi. Jinsi ya kuweka balance, utaenda kwenye buy credits hapo utatumia in purchase au credit card. Kwa hiyo kwa sababu mimi nimeconnect Play Store na kadi yangu tayari, unagusa una tu in, in app purchase. Na hakikisha unanunua angalau na, credit tano, hapo dola tano. Ukinunua tayari watakuwekea dola tano kwenye account yako, okay. kisha kwa hiyo dola tano ambayo ni sawa na elfu kumi na tatu ya Kitanzania, utaenda sasa kununua namba, na kumbuka tunanunua namba ya Canada Get number then Canada ambayo ni plus 1 kama Marekani, ila Canada zina kuwa tofauti. Utaenda kununua namba ya mwezi, uta continue okay. Namba yangu ndio hii hapa, umeshanipatia. Kwa hiyo hii namba ikitumwa SMS, SMS nitakuwa naziona kwenye hii app kwa kutumia hii namba. Kwa sasa hii namba ni ya kwangu na imiliki. Nitachoenda kuifanya, nitachukua hii namba nitaiweka sehemu na nataka ni verify, badala ya kutumia namba ya Tanzania ambapo namba za Tanzania zinazingua, nadhani issue ni sababu ya kodi na vitu kama hivyo, wanashindwa kutuma huko SMS kuverify kwa sababu zile SMS pia huwa zinahitaji kodi. Canada, okay, naweka nchi Canada, then ni namba naandika ile namba niliyonunua kwenye Funitel. okay, mda huu imeniambia ingiza verification code. Verification code nitatumia ndani ya hii app ya Fanita. SMS ndio hii hapa nitaifungua. verification code ndio hii, hii then nitaenda kuiweka pale. Utakuwa unafanya hivi, na sio lazima utumie mara moja, unaweza kutumia mara mbili mara tatu mpaka wao wa kugomea, lakini unaweza kutumia zaidi ya mara moja namba hiyo uliyonunua. Okay. phone number verified, naweza nikaweka thumbnail na kuupload video ndefu kama, kama ilivyo kawaida baada ya kuverify, na hiyo ndio njia ambayo nilitaka nikuelekeze. So, unaweza ukacheki tena ninavyorudia hii process, lakini kwa wale wageni hakikisha umesubscribe, kwa sababu hivi ndivyo vitu ninavyoposti mara nyingi na ni sehemu salama kwa watu wanaotumia mitandao internet teknolojia kiujumla. Mi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV baya